Eba na fresh fire moto mambo mm. muki dedanga cheshega namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Niko Zanzibar asubuhi na mapema niliingia mtakatifu Joseph minala miwili kwenda kumuomba Mungu wangu na leo Jumapili ya Pasaka. Mm. Nimefarijika sana katika miaka 12 na miezi 11 na Jumapili moja nimesalia hapa Zanzibar ngome Kongo. Nimefarijika nimefurahi sana. Leo tulikuwa tumechanganyika na wazungu na wahindi nini? Mm, mm. Eh, bisa kwanza leo ilikuwa Kiingereza tu. Ah, nimefarijika sana nimejuna, kama niko Mamtoni. Mwaingi muomba Mungu. Mba. Ah, wapo wapo hapo ndo wote atika kumwomba Mungu wetu kwa kwakuwa nimeshukuru Mungu... ni, na kama unavyoona Zanzibar neema mm. nema ndo mvua kifuwa... imenyesha kubwa kwelikweli. Anasema bahati ya Simba ni mvua, mvua inanyesha alafu inakuja jua. Sasa hey, lile lenyewe hey, naliona jua la ubaya ubwela hey. Ukitaka kujua jua la ubaya ubwela wewe, wliz Almasi ndio analijua jua la ubaya ubwela, ni jua la ina gani? Ilianza kama mvua hivi afu baadaye, huwanajua wanajua wanajua wataki kuleta kumbukumbu zao kabisa sports lakini, mm. target yetu ni kwenda a na kwa nguvu zake Mungu naomba tumalize mechi hapa hapa, hiyo ndo nachomwomba Mungu wangu mm. tumalize mechi hapa hapa, na imani kikosi kilichokuwa nacho wachezaji technical bench Fadu, David, Galilo, Mwembamba ana uwezo timu unavyoiona ilivyo na vitu vyote na ball balance na ball technical na ball brain ina ball speed na ukiangalia kuna wachezaji ambao wenye quality hali ya juu, hata mm. sisi wana Simba neno tuna, tunajimwamba fire yani tunaongea neno lolote ambalo unaliona kabisa ambalo aliharibu taratibu za nchi yetu na enjoy. Eh, sikukuu leo pengine, uh, mchezo wa leo utaamua furaha muile sikukuu vizuri ama mambo atakwenda tofauti. Tageti tupate furaha, sitarajii kwamba tupate mauzi, japo mchezo wa mpira una matokeo ya kikatili. Mimi kama mzee wa pasi milioni naomba tupate matokeo yaliyokuwa sahihi, na ndio maana watakuta mashabiki wengi wa Tanzania wengi kwa ujumla wamekuja, wamehudhuria hapa akiwemo kakaangu Sale Tosh naye yupo mm. Eh, yupo hapa kwa ajili ya kuisapoti timu yetu kwao, kama mimi kama mimi mzia mipasi milioni, nimeona ujio wa wanasimba wengi wamekuja katika kuisapoti timu, lakini kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu tunatoka hatua moja, tunakwenda hatua nyingine, pasi na shaka na yote dada. Mm, kibisa wala eh, elimpanzu mkemia huyo na mzungumziaje? Drill machine malizia kibisa wala elimpanzu drill machine kibisa were. Hebu irudie hiyo. Elimpanzu drill machine kibisa were. We mm -hmm. Mtu ya watu mtu ya Kongo ana vitu vyote, ana ball speed, ana ball blending, ana ball fitness, ana vitu ambavo ana idara vyote ana vitu vyote anakuja kama nani? Ha, yule kwa duniani. Ah wiku... ha, kuna hata kumfananisha naye sana sana, sana sana utapata dhambi tu mbele yake. Kwa hiyo utaki kumfananisha na mtu aina yoyote heri <tum> e. panzu weka mbali na familia la yako Ulaya hamna tena mfikie yule, yule Ulaya anacheza timu ya aina yoyote iwe Arsenal iwe Liverpool hey, iwe nani hey. Anacheza na anaanza kikosi cha kwanza na kila siku atakuwa anaondoka na mpira kwa mpira. Alikuwa anasema hajapata bahati ya kwenda Europe. Simba anacheza tu, anacheza, anacheza. Simba si timu kubwa, ndio maana yupo. Ah, kama kawaida ile bado bado, yeah. bado. bado. Maji wataitamma wakati sisi tunapanda eropleni, yeah. Wao wanaendelea kupanda matembele ndo maisha yaliojichagulia. <laughs> Niko shukuru sana pamoja, pamoja tuiela ubajaji ndege tufikishe nyumbani. <laughs>